Unajua, katika utunzaji wa viumbe hivi hasa hivi ambavyo napenda kuvielezea kila siku kama hawa nyoka, huwa wana changamoto zake sana <coughs> na changamoto inatokea pale ambapo, labda kwa mfano, ah uh, unavitunza. Maanake hata kiwa unafuga kuku, ukiwa unafuga kuku, lazima kuku yule umpatie chakula ili aweze kuishi na maisha mengine yaendelee. Ni viumbe hivi ambavyo ni special kwa ajili ya kufugwa, kwa mfano kama ng'ombe mbuzi uh, bata, kuku, hata njiwa na ndegendege ambao ni ni rasmi kwa ajili ya kufuga. Uh, hivi vingine tunafuga tu kwa ajili ya uh, maonyesho, tunafuga tu kwa ajili ya hobi, mtu anapenda, lakini katika utunzaji wake una kazi sana. Apana, leo nataka niwasimulie mkasa mmoja ulitukutaga miaka hiyo, wakati tupo kwenye kazi hapo hapo hapo Snake Park Genesis hapo lakini kwa stori hizi na nyingine kali na nyingine nzuri za kujifunza za kutambua na za kupata changamoto za watu wengi na wengine na za kwenye utafutaji, usisahau kutufolo kwenye chaneli yetu ya YouTube ati Pro MoDaddy, like comment, na usisahau kusubscribe. Lakini pia tunapatikana TikTok ati Pro MoDaddy. Karibu kwenye ulimwengu wetu uweze kujifunza na stori kali zaidi. Basi tulivo tulivokuwa pale kazini, shughuli za utalii uwaga zina vipindi, wenyewe tunaita high season na low season. Kuna uh, wakati ukifika ambao ni huo wa high season, ni kuanzia ile mwezi wa sita mpaka mwezi wa kumi na mbili. Ina maana hapo tunasema ni high season kwa sababu wageni wanakuwa ni wengi wengi mno, wanakuja kwenye hizi sehemu za utalii kwa ajili ya kutembea. Baada ya mwezi wa kumi na mbili ukishapita Krismasi, maana yake sasa tunaingia mwezi wa kwanza labda mwaka mpya. Lakini baada ya mwaka mpya pale kufika, sasa mwezi wa kwanza ukishakata pale, ndio tunaita low season, ambapo low season hata wageni wa a, tunasema wale wa utalii wa ndani wengi wanapungua na, wa, sababu zinafanya wanapungua wengi, kipindi kile wanakuwa wanalipa ada wanalipa kodi, hata kama kazini pana wanakuwa wamebanwa mfululizo kulingana na mahitaji ya kazi pale, kunakuwa no holiday pale panakuwa hakuna mapumziko hakuna nini. Kwa hiyo hata utembeaji wa watu kwenye hifadhi hizi unakuwa unapungua. Kwa hiyo na biashara ya utalii inategemea hivyo high season na low season. Kwa hiyo ikifika kwenye low season, mara nyingi matajiri huwa wanaingiliwaga sana, yani kama mfano kama hizi sehemu ambazo zinajihudumia, maana yake lazima uwe unatoa sana hela ya, ya yako mfukoni kwa ajili ya kuendeleza ofisi yako. Kwa hiyo ilipofika kipindi cha low season, sisi tulikuwa tunafuga, tunafuga mamba tunafuga nyoka tunafuga na kobe. Hawa kobe ni kawaida kwa sababu chakula chao, upatikanaji wake maana yake ni unatafuta tu mboga mboga, unawagawia wanakula, vipumba kidogo unawagawia wanakula, matunda matunda wanakula, ambapo upatikanaji wake ni rahisi. Lakini shida ilikuja kwenye mamba na shida ilikuja kwenye nyoka. Kana kwamba nyoka wanahitaji vitu viwili, na nilisema kabisa nyoka huwa hali kitu ambacho kimekufa. Nyoka anahitaji kitu akikamate yeye mwenyewe kwa mfano kama anakikunja na kikamata, kwa sababu tunajua nyoka hana mikono. Kwa hiyo anatumia sana meno yake kwa ajili ya kishika kitu, anakimeza. Ina maana meno ya, ya nyoka yote yamekaa always in, yani yanaangalia ndani. Kwa hiyo akikamata kitu anakipush kuingia ndani, anakimeza. Sasa anapokikuta kitu kimesiza au kimelala, nyoka hawezi kula, kwa sababu amantiki yake inajua kwamba huyu bwana atakuwa amekufa huyu au au akimfai ikitokea nyoka anakula kitu ambacho kimekufa, basi amekaa na njaa muda mrefu mno, kiasi kwamba zinafika mpaka siku tisini bila ya kula. Kwa hiyo hali yake sasa inahitaji chochote kile kikakae tumboni ili kiweze kumodifai utumbo. Kwa hiyo analazimika, ndo anaweza kula kitu ambacho kimekufa. Hiyo ni kwa bahati mbaya sana, ila kwa kila siku wao ni wapolini, ina maana wameshazoea sasa kuwinda, ina maana ndo anahitaji hali chakula ambacho kikiwa hai kwa hiyo kama anataka chakula kilichowahi, kwa hiyo chakula chake lazima uwalishe kati ya vifaranga au vindege hivi, vidogo ndio vyakula ambavyo tunapendelea sana kuwalisha. Kama hawa wakubwa walikuwa wanakula kuku, walikuwa wanakula sungura, mapanya, haya ndio walikuwa wanakula hivyo, ndio vyakula vya nyoka. Sasa ilitulia ugumu kwa sababu tuko kwenye low season, hakuna wageni, hakuna hela, tunafanyaje? Na ukicheki tajiri kila siku anaingiliwa, anatoa hela mfukoni anahitaji viombe viendelee kuishi. Kuna wakati sasa, tajiri naye akawa ameishiwa, kwa hiyo akawa amekata kabisa. Tunafanyaje? tunaona nyoka wanazofika, tunaona nyoka wanataka kufa, ikabidi niwaite wenzangu. Aa, jamani, hapa nyoka wanakaribia kuishi na tunaelekea oh, eh, nani hai season haina muda mrefu hapa chakufanya, tufanyeni namna yoyote ili tuweze kuokoa wanyoka, na hela hatuna sasa Asubuhi tunafanya usafi amadi, wakawa wameingia wazungu sita. Wale wazungu sita wamefika, wamekuta sisi ndo tunalishia wale nyoka, tumelishia, tunalishia. Wao wanapenda kuona vile nyoka anavyokula, wanaenjoy, wanafurahia. Wenyewe wanaenjoy, wanafurahia. Sasa kilichotokea, kuna mzungu mmoja akasema, nataka nione huyu Python anavyokula, nataka uone Python anavyokula. Eh, kwa hiyo tufanyeje? Mpeni kwanza, yani tumtoe, wanataka wapige naye picha. Ngoma kubwa Ngoma nene hiyo person mimi mwenyewe kwanza nilikuwa naiogopa. Inafoka, yani ukigonga tu kile kio kinafoka. Ah. Poa basi, na sisi tunataka nani shangwe, najua tunaposhwa hapa. Na mwanangu mmoja tukazama ndani mwa. Tukazama ndani nikaenda tukalikuta tukalikamata tukalibeba tukatoka nalo. Sasa nimelishika kichwa. Wao wengine wanashika mwili huko, wanapiga piga nao picha. Sasa yule mzungu mmoja akaona kama mimi ninavyoshika kichwa vile kama nafaidi. Kwa hiyo akisema, akasema naomba niachie, mimi nishike kichwa. Nikamwambia hii hatari. Akasema mimi naweza nipe, mimi nina ujasiri, huyu hatari, nipe hivyo hivyo. Tukampa bwana kile kichwa cha chatu ashike, kakamata chatu yule ashike chatu. Kumbe ana chatu bwana, tunamfahamu ana nguvu zake, yaani kuna wakati anaweza akawa na sizi hivi, kumbe anajisikilizia, anaji anakusanya nguvu, alafu akija kukufuka, anatoka kwa nguvu. Maana kama ujui, sasa unaweza ukamwachia Ule mzungu bwana kashika kile kichwa, wenzake anapiga picha anataka kuleta mapozi. Kuleta mapozi ile chatu bwana akajitingisha akamtupa. Alafu alivyomtupa bwana wenzake kule akamwachia anapiga kelele analia. Wao anataka kukimbia ile mzungu ya ile mzungu aliyemshika ile chatu akamkamata hapa kwenye mguu wake. Akamkamata kwenye mguu afu akajinyonga. Uzuri alijinyonga kwenye mguu wake tu hapo. Mzungu analia anaomba kama Mswahili. Ma, ma, anapiga kelele. Anambia eh sisi sasa ikabidi tuwahi kumuokoa yule mgeni. Tunafika pale, yule mzungu ngozi yake yote hii imekuwa nyekundu, maana yule mwamba alipokuwa na nguvu alitaitie upande damu hapa ikawaitembei. Yani akikukamata hapa damu inakuwa itembei, alitaitiwa, alitaitiwa, alitaitiwa. Tukaja tukawai, ikabidi tuwahi kwenye kichwa, tukatoa meno yaliyoingia. Yani meno meno ya chatu ni makubwa sana, meno ya chatu kwao yaliingia kwenye hiki kipande, akawa anavuja damu. Yani anavuja damu kama akachinjwa, damu zinamwagika kwa hiyo tukawahi kutoa kwanza yale meno yale meno na kile kichwa. Kwa sababu tumetoa yale meno na kichwa, tukamfungua tukamfungua tukamfungua, tukamtoa ye jamaa. Mguu kawa kama ufanyi kazi, yani damu zinamwagika. Afu hapa si alibanwa sana, damu zinashindwa kutembea, alimsqueeze. Wakawa wanajuta yani, na mpaka wengine wakawa wanaogopa. Ikabidi tukamchukua ile chatu sasa, tukamrudisha na wao wakambeba ndugu yao, tukamsaidia hapa, tukachukua na gari, ikabidi e tumpeleke hospitali. Wakati oh, mwingine mnavyoenda kwenye vituo hivi, uh, kila kitu msijifanye mnajua na msijifanye wataalamu, waache wenye kazi zao wazifanye, na enyi wengine achaneni nazo. Usisahau kusubscribe, usisahau kutufollow at Pro Modaddy YouTube channel na TikTok.